tumaini itaangaza ulimwengu kutoka Tanzania kuna nuru kuna nuru kuna nuru si nuru ya kawaida ni nuru itokayo juu karibu katika mkutano mkubwa wa da neti eventi 2025 nuru ya matumaini ni tarehe kumi mpaka tarehe thelathini na moja mwezi Mei ishirini ishirini na tano. Mkutano huu makini wenye wahudumu makini utakujia moja kwa moja kutoka kanisa la Wadventista wa, wa Sabato, Magomeni, jijini Dar es Salam, na kukufikia kupitia vyombo mbalimbali vya habari na mitandao mbalimbali ya kijamii. Usikose, usikose, usikose.